Tajibu suala hali duahu wasilatun am amghaya, kwamba dua ni chombo cha kufikisha kwenye lengo, ama yoyo yenyewe ndiyo lengo. Kuendeleza hotuba hii na ndani ya unwani hii leo, napenda kuuliza suala lingine, ndio tukamilishe majibu yetu. Li na lima wa limadha nahtaju ila dua, dua ni kitu gani na kwa nini twahitaji dua katika maisha yetu? Nafikiri tukianza suala la pili kimanhajia litatusaidia vizuri zaidi kuweza kufahamu suala la kwanza, na tukiweza kulifahamu suala la pili pia litatupa mchango mkubwa katika kujibu suala letu la juma lililopita, kwamba dua ni chombo ama dua ni nini? Ni wasila. Tukirudi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anapomweleza mwanadamu na ulimwengu kwa jumla, ambao mwanadamu mo ndani ya ulimwengu, twapata mahusiano kati yake anayeombwa, ambaye ni Mwenyezi Mungu, na ziumbe wake akiwemo mwanadamu ndiye anayemuomba Mwenyezi Mungu. Yani Al alalaqa beina da'i wal mad'u, mahusiano beina anayeomba na anayeombwa, ni mahusiano ya kimaumbile, yani ya kiuumbaji, si ya kimaumbile, ya kiuumbaji. Unapokwenda kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ni tofauti na kuomba kwetu kwa kawaida, kama pale unaposema ukamuomba mwendani wako akusaidie wa hata kama ni msaada wa kimaoni pia ni kuomba, si lazima tu kuomba msaada wa pesa ama wa kitu. Lakini ule unayemuomba ni kama wewe, wewe una mahitaji kwake kiasi fulani, na yeye pia ana mahitaji kwako ama kwa mwengine Yaani, nyote wawili watembea katika mustawa wa kuhitaji. Hakuna ambaye ameweza kukamilisha mahitaji yake yote, hata wewe unaomuona ana uwezo ana pawa ana pesa na mahala, katika udhaifu wake akibinadamu hitaji Mathalan tu akishikwa na ugonjwa, na pesa zake zote alizo nazo na kawa zake zote alizo nazo, amuhitaji daktari. Pesa zake peke yake, kama pesa, haziwi mbadala wa matibabu yake, anaweza kuzitumia kununua matibabu yake. Napenda mtafautisha, ni oda mkubwa kazini akimwambia wa chini fanya kadhaa, ni oda kwa sababu yatoka kwa wajunge na wa chini. Lakini matakwa yakiwa ni kwa mtu kwa kiasi chake, kwa cheo chake, kwa rika lake, hayaitwi dua. Huitwa nini? Iltimas, na ndio mara nyingi utakubidi uchi tafadhali, naomba nifanye kwa sababu nimturikainiiaauu dua inatumika mahala gani? katika taarifu ya kilugha ni pale inapotoka kutoka kwa wachini kwenda kwa nani? kwa wajuu minadani ilalali ndo inawamkuwaaivalio kwenye mamlaka ya pawa vyo vengi enda kwaangaa kama ilikuwa ile pawa yao yaweza kuwafikisha kila takacho, kwa nini mganga na wale ambao mathalan hawataki kuingia kwenye mambo ya haramu? Utawakuta wengi wenye pesa na wengi wenye pawa hawatoki kwenye kwa mash mashehe kusomewa, kufanywa, sijui kadhaa, kuombewa jambo fulani lile. Anapenda nifahamike vizuri, sio kwenye kupinga hizi zitu

laudama tlighairika lamawasalat ilaika si, unapofika tu wewe kwenye ile pawa, swali la kwanza sakaujiulize alokuweko kabla yako hapa nani? naadeketi kwa mudaraji kwa hivyo, kama alivoketi yewe akaondoka, utaketi wewe pia ufanye ufenyemini uondoke, okay. akidumu kwa sababu utakuwa zima sitaikuuna mfano wa Kiswahili mifereji ya kukupa yeye pia aishiwa yeye, hana saini wala mkataba wa kimilele kwa hiyo, siku zote jaribu kusimama kwa maguu yako. Hapa ndipo unapokuja haja ya dua. Haja ya dua iko wapi? Iko kwamba sisi ni fuqara mbele ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye al-ghaniyu al-mutlaq. Sio tu ana, ana, ana, ana utajiri nisbi; yeye ni mkwasi wa kila kitu kisichokuwa na mipaka o ene kanena yuizu man yashau nai wala kuwata tuimenai hakuna mwenye uwezo, hakuna mwenye nguvu, hakuna mwenye utajiri, hakuna mwenye kukoza, hakuna mwenye kuiruma, hakuna mwenye kuangusha, listi ndefu, ila ilallah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndio maana ya kina ya aya tunayoisoma kila siku kwenye swala iyyaka na'budu iyaka nastain, wewe pekee ndio tunakunyenyekea, kwa sababu si kwamba wewe tu, hakuna mwenye sifa zinazostahiki tumnyenyekee na kumwabudu isipokuwa ni wewe. Sababu wewe ndio mkamilifu, huhitaji chochote kwetu sisi. Sasa hiyo ndio biashara, kinyume na nini, na idara ijara, ijara si shana thamani kwa kitu. Ijara ni kubadilishana thamani kwa, kwa manfaa. Napokuajirisha punda asubuhi mpaka alasiri kwa shilingi alfu, hukununua punda. Punda bado wangu, umenunua manfaa ya muda wa masaa kumi ya ule punda. Hiyo ndo huitwa kuajiri. Na katika kuajiri, siku zote aini ya kile kitu aki ni milki ya mwenyewe. Akodisha gari hubaki gari yako, na ni kwa muda maalumu ataitumia, sio a yake ataitumia. Katika kuitumia mimi nikifunga nakanipate nini, na kama sikupata nalalamika ya Allah, dole maswali

wa pande zote mbili zahitajiana. Wewe wa uhitaji mpee, na muuzaji mpee hahitaji nini? Pesa kunapoingia biashara, kuingia kitu panini, panihitaji. Sasa unapomleta Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala katika muamala wako wa kiibada kwa mtazamo wa kibiashara, kwanza umeona sifa ya Huwal Ghani umemweka katika sifa kwa uhitaji na wewe unahitaji, kwa hiyo tubadilishane interest. Na ukweli wa mambo ni antum lfuqara wallahu yeah. Ndio kuna hadithi kadha wa kadha zinajaribu sana kubainia. Mmoja ni ile hadithi lkudsi Mwenyezi Mungu ma anasema madhumuni yake eh, sikuwaumba ninyi kwa sababu ya upweke nataka watu angalau wanisukuka kwa lugha zake. So, utenda kazi wake itawasaidia nyinyi kutengeneza ubinadamu wenu. Tutakujua vipi, ya Allah? Mutanijua katika ndia mbili, kithiori na ki practical. Thiori ni vipi? Someni, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Practical ni vipi? Wama khalaqtul jinna wal insa. Kwa hivyo ibada pia sio lengo la mwisho la kuumbwa. Ibada ni chombo cha kutufikisha katika maarifatullahi subhanahu wa ta'ala, na katika kuilelea nafsi, kuikuza, kwa sababu kumjua ya kinafsi na Mwenyezi Mungu hayapatikani isipokuwa katika, katika kupractice mahusiano yako na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Turudi kwenye bada, dua ni nini? Asema, haqiqatu dua, hakika ya dua, idhharu liftiqari ila Allah, ni kudhihirisha udhaifu wako, ufukara wako, kudiklea, kutangaza wazi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watabarruu min alhauli wal quwa, na kujitenga na kila nguvu isokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na hii ndio maana sifa ya wewe kuwa mkuli wa Abdullah, na ndio mutaona nimewahi kuzungumza, sijui ni khutuba gani. Mungu akitaka kumpa cheo katika waja wake awapendao, amwiti alim, amwiti sayyid, amwiti sijui sultani hata haya majina yote tunayoyatumia sisi wakati wa kutukuzana, sisi tuna majina yetu, sio katika dini, sio utamkuliwa al-alimu al-allama wal-bahrul fahama, katika siasa sijui wa excellency, sijui mheshimiwa bwana. Haya yote utayapata, hakuna moya limetumika kuamkuliwa na Mungu, sio kunukuliwa watu. Mungu akitaka kumfikisha kilele mja wake, huma mkuu wa abdi bao kwetu ni kudhalilishana, ni, ni, ni kimwamkuwa mtu mtumwa wewe utaruka ngumi sio? Angalia Mwenyezi Mungu alipokuwa yuamwinua mtumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cheo, na amtoa kwenye yale madhila wanaomfanyia Makureshi, na anataka kuwaonesha ulimwengu huyu ni kiumbe aina gani, anena subhana alladhi asra, hakunena birasulihi wala binabiihi wala bisayidikum wala bisijui sultan ameona, naye bi biabdihi. Subhanallah, yaani mtumi amefika kilele cha kuitwa abdan lillah, si mateso. Angalia suratul Furqani, mwenyezi Mungu anaoieleza anaoeleza kundi la watu ambao amewatagua venye sifa, mrudini, mukazisome. Akianza ameanza na nini? wa ibadu rahmani ladhina yamshuna ala lardhi hauna wa idha khatabahum ljahiluna qalu salama, uendelea waladhina sijui kadha waladhina, walewale ni katika kikundo cha watu waliotauliwa, lakini jina ameitwa nani?

Sasa katika umefika qualification ya kuingia peponi, wewekamkuluyo nani? abdlilah nani? katika ibada, kutembea katika ardhi wakiwa na unyenyekevu na tawadhu, wa ila khatabahum aljahiluna, na haraingizi kwenye upuzi, kunawalina lahwi muridun u kwenye mambo ya kipuzipuzi ya kupoteza wakati. Mwisho wa aya wataka kuingia, kuna swali limetiwa, kuna swali limepatikana mlango wa kuingia hao nani? Angalia hii aya, ma ya'baau bikum rabbi laula Kul, ya Rasulullah, waambie dua. Na ndio sasa utaona ukiweza kufahamu haya ilizekatano makia nazo utajibu maswali, mbona sitakabalili dua zangu? Kwani dua ni chombo tu cha kutaka Kili, wewe wataka kutakabaliwa utakavyo wewe ama atakavo Mungu? Kuna baadhi ya hadithi yasema, nikimpenda mja hadithi, nikimpenda abdu mja wangu, kumuonda kwa mambo madogo madogo, ili mawasiliano yake na mimi akaanguka. <laughs> <laughs> alajaribu halajaribu daktari, wala alajaribu Mwenyezi Mungu. Hakuna muamala wa kujaribiana Mwenyezi Mungu. Kuna muamala wa yaqini na haqqul yaqini na ainul yaqini. Hizi nikishaingia atakuwa mambo marefu. So ala imedika sana. Kwa hiyo masala ya kuomba dua si masala mbona mmejibiwa ama sikujibiwa. Bele mjere Mateo bika hadithi. Zinema Mwenyezi Mungu atu. Je, amoni kwa mtume kila akiketi kwenye swala kumuomba Mwenyezi Mungu ajiona bado ni mpungufu hajafanya na anataka anafanya. Astahili kumpe msamaha. Siko kufanya madhara kwa yeye hajafanya kwa ile uwezo alompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.

Naukwamba siwezi chochote bila yawewe, aabasi umetambua basi, hilo ndio muhimu alana shakartani. Suala ya mwisho katika majawabu haya, je, dua yagongana na kuamini qadha na qadar? Sisi Waislamu tunaamini wa bil qadari khairihi wa sharrihi Allah. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu mathalan amekupa maondo, amekupa tatizo, si ameshakujalia? Sasa wewe sasa kuomba Mungu, kumwambia Mwenyezi Mungu akuondoshe, si siwataka kubadilisha kadha na kadhari? Wewe ah, kadha na kadhari ni kuziwata zikaenda vile zendavyo. Abani narudi pale pale pale, ukielewa maana ya dua na ukielewa dua ni kudhihirisha udhaifu wako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haijajali haijaja dua kubadilisha mambo yote yabadilike yawe vile. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kuna baadhi ya mambo hubadilisha kadha na kadar na, na Mwenyezi Mungu katika kadhaa yake ana kadhaa mbili. Kuna kadhaa hazibadiliki, kuna na kadhaa ye mwenyewe kutoka akiziweka ameziweka na uwezo wa kubadilika, na ndio dua mlio soma ni sura

famhu Allahumma shaqawati wa hirmani wa tardi. E Mola, ikiwa umeniandika mimi ni mtu muovu, mara hii ni riziki yangu ni adhiki dhiki, nimefukuzwa kwenye rehema yako. Ya Allah, nakuomba famhu. mimhat a mimhati mweetumika madrasa raba ya kufutia penseli. Famhu Allah, futa andika nyingine, na hiyo ni ile aya yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu wa indahu umulkida sadaka hubadilisha qada. Sadaka huongeza hu umri. Sadaka hukuondoshea ya yambo liko likupate Mwenyezi Mungu akalibadilisha lisikupate. Mmoja katika ibada muhimu inaobadilisha qadha na qadar utii wazazi wawili yaongeza umri, uasi wazazi wawili yapunguza umri wa mwanadamu.